Fanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta, tuna mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa gwajimanaizi. Kwa hiyo, kwa vyovote vile tusigwajima naizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oyee! Wajua kule Zanzibar kuna mtu aliimba, mcheza ngoma si yake lazima ataharibu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 kwa kipindi cha mwaka mmoja, tumefanya tathmini pamoja na NBS, tumeona mabadiliko makubwa yametokea. Tumehama kutoka asilimia sita mwaka wa jana.